Leo tumempokea kiongozi wetu wa mbio za Mwenge Ismail Ali Usi, akija kutuzindulia shule yetu ya sekondari. Ya ndugu zangu, serikali ya awamu ya sita inafanya na maozei yetu maendeleo na ni jema, tukamshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa haya mazuri yanayokupana. Lakini hapa tulipo tunazungumza Kata ya Tandika, miongoni mwa kero ambazo zilikuwepo Kata ya Tandika ilikosa shule ya sekondari. Mheshimiwa Diwani wa Kata hii arudi ya ya, alipiga kelele sana, na mimi nikamwambia wewe, nikajiokea nikajizunguka kule bungeni. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Akafahamu, akafahama akajua kama Tandika wanashida shida ya shule ya sekondari akampatia pesa milioni 5 na vise lakini, maadii wanatandika shule hii nzuri. Mimi sina shaka, tunachosubiri ni Yesu. Mungu atujalie tuamke salama na mimi ndio mbunge ajaye Nitashirikiana na mwalimu wa shule hii kujenga uzio wa kisasa kama anavyojenga kule shule ya sekondari ya Tomo, ili watoto wetu wakiwa wako huko shule wasiwe na mahangaiko, lakini kuingiliana na watu wa nje kwenye maeneo, niwaombee Wanaishi. Tumekua iine uchagu wakua lakini lazima tuwe na elimu ya kuchagua. Kwa, kwa nini tunakwenda kuichagua siyem? Na tuna sababu ya kuzungumza kwa siyem.